Okay, ibane, mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV. Ibane, mimi ni Alex, Ali 26 namba. Biende Kamera niko na kabaisa. Moja kati ya vijana ambao wana apresh sana kwenye kazi yangu. Ibane, leo tuko na mwamba moja kati ya viongozi wa sanaa hapa kwetu kambini. Anajiita yeye Mardin. Ibane, huyu hapa ni kiongozi ambaye ana, anawakilisha moja kati ya vijana ambao wana muziki Nadhani upande wote wa sanaa, ina maana tukizungumzia sanaa, sanaa ndio kila kitu. Kwa hiyo bana, leo tuko naye hapa tujue kipi, kina, kinaendelea katika kazi yake ambayo anayo. Tukiachana mbali na muziki, kuna shughuli nyingine amesimamia kama kiongozi pale. Hebu ngoja tumsikilize kwanza. Kakaniaje? Niko poa, namshukuru Mungu ila maoma kidogo na isumbua. Nishe vipi lakini? Namshukuru Mungu, bado tunahema. Na homa imetokana nini? Mabadiliko ya hali ya hewa tu. Unajua tena. Wengi wanakufahamu kama msanii hivi, upande wako mwingine wa pili uko vipi? ukiachana ah, okay. na usanii. Mimini... mimi ni mtu wa kawaida tu kama watu wengine tu niko wewe, simple, simple. Yeah. ni kiongozi wa wasanii hey, wa kwa upande wa uimbaji wasanii wa bongo wanaofanya bongo ndio nasimamia mimi Hivi huo uongozi au za usimamizi umeanza lini? Hmm. <tambi> Mm. Sasa hivi kwa sisi sijui miaka mingapi hivi, sijui ilikuwa elfu mbili kama na ishirini, kama na ishirini na mbili sikumbuki, ni maana ishakuwa muda mrefu mm sana na utaratibu pengine wa sanaa aidha sheria za, za, uongozi za wako kupitia wasanii wako ukoje? Sheria zetu ziko sawa na useme pale kwenye upande wa uongozi ndo hakuna katiba, kwamba ikifika muda fulani fulani anaingia, unatoka. Ndo bado havijawekwa sawa, ndo tunavisubiri muda akiruhusu, tuweke katiba ili tuwe tunabadilishana siku hadi siku wengine wanakuja kufanya kazi kama hii ya uongozi, lakini kuna namna wanatamani utoke, ndio kwa nini ah. Mbo kuta kafikia na mambo mingine ya kufanya ambao nakuta tena hivi na hivi, kuna msanii amefanya. Bwana, mimi pengine ningetamani kwanza nijue hichi kitu. kuna skendo fulani hivi nilisikia kuhusiana na Wizzy Gang, moja kati ya marapa hivi hii imekaaje kuhusu yeyehawezi. Uh, genge ipo ipo na bado mpaka sasa, lakini kwenye upande wetu sisi kama wasanii tulijikusanya tukaumba misaada kwa mashabiki na managers na kwa wasanii kwa ujumla, tukapata kiasi cha hela ambacho sisi tulikipeleka kwa familia kama kiasi cha shilingi 1 milion hivi kamili moja, ndio tukapeleka kwenye familia, ili jamaa wachangize lao na wenyewe kwa familia, jamaa atoke. Na tayari ile pesa najua ishafikaka kule kwenye ambako jamaa e, amewekwa na wanasubiri tarehe, ndo nimesikia. Maana muda wote na usina sana na mke wake ananipa ripoti kile kinachoendelea kule. Wamesema kwamba kule hakuna tena shida, kwa shida sijui inasubiri kama kufuta ile kesi nini kuandika makaratasi na nini nini, afu atoke Yeah, na kama tena nilivyoongea naye leo asubuhi, alipigia nika Wezi, mke wake akadai kwamba ikiwezekana labda kesho anaweza akatoka kama walivyo, walivyojulishwa kule. Kuna pengine tuulizie hili swala sasa hivi, kitu gani ambacho wewe unahisi kabisa kilimpelekea nani yeye Wizzy Gang kwenda kwenda kule, na hicho ambacho tuseme kwamba kimetokea ki, ki kwamba ni, ni, kuna namna kina ukweli katikati yake swala la eh, swala wanasema ubakaji. Ah, jabaka alikuwa ameoa, ameoa binti ambaye takriban tunavyoelewa mazingira yetu, mtoto anaweza kuwa na miaka kumi na tatu kumi na nne kumi na tano lakini muonekano wake ukaruhusu kuwa mke wa mtu. So vitu kama hivyo ndio jamaa alioa. Baada kuoa, mama mkwe akazingua nini na nini, demo akawa amerudishwa kwao, ndio ndio ya pili tena akamchukua. Eh, baada hapo sasa ndio mama akaenda mbele, akaenda mbele kwa mbele na ndio jamaa alivyoenda ndani ile mara ya kwanza kafungwa, akawa ameombewa zamana, katoka. Ikafika kile kipindi cha kwenda kuripoti kuji ile kuripotia ile eh kama ilitokea alisahau ali ali siku moja kwenda kuripotia, kama ilikuwaga vipi ndo hatukuelewaga, maana alivyendaga kuripotia na akabaki tena kule kule, akashangaa mwenyewe amebaki tena ndani. Nalomba kasa hivi, lakini kwenye swala la kubaka, ajabaka alikuwa ameoa mwanamke ambaye yuko chini ya umri, ndio kilichompelekea kwenda jela. Yes. Yes. Tulifahamu hili pia baada ya yeye ya, ya ee kutoka mara ya pili. ninyi kama uongozi sasa idara ya wasanii mlikaa naye chini, ndio hivyo? Mli, mlipotezea alivyokuwa ametoka jela, sisi tulikuwa tujakaa naye chini, bali tulikutana naye. mimi nikiwa mmoja wapo lakini nilikaa naye chini tukaongea tukashauriana, nini akawa shatulia. bahati mbaya ndio hiyo ilionekana kwamba ile tatizo kwenda kulipoti. Sasa alivyoendaga pale lazima ubaki ndani, kuna mda aliswata siku ya kwenda kuripoti. mm -hmm. Eh, alivyoenda kurikava pale ile sehemu akajikuta tena umemshika, eti aende aende kasoro, ndo akabaki huko. Hivi umoja wa wasanii ukoje? Umoja wa wasanii upo sawa. mm -hmm. Ni umoja ambao unabeba, una tasnia yote kwa ujumla, waigizaji, madancers, waimbaji, wale mangoma za asili kwa mtu seme sana yo tukawu, minabiba, yote kwa ujumla na wiba michezo yote ambayo iko hapa, tuseme burudani kifupi, hiyo michezo yes. Pengine mlipataga fursa kukaa na waigizaji, wasanii ambao ni wa, wa, waigizaji, mkawambia uswala pengine kuna msaada. Wote ndoto kafanyika hapo katikati kuhusu Wizzy ha, Wizzy? Ya yeah, tulikaaga chini na tukatangaza kwenye grupu letu lile. Na wasanii waigizaji walijitolea sana. Walitoa michango pia. Yakusu, yeah, ili, ya kuhusu ya ili hiyo pesa ipatikane ya kusaidia familia yake, ili jamaa toke. Waigizaji tupo nao, tunashirikiana umoja, hupo ndio ina maana kuna namna, na wao walitoa mfuko wao, ndio kwa jumla ikafika milioni moja. Hmm, kuchanga za waigizaji wa mashabiki, watu tofauti tofauti waliojitolea Yes, ilifika hiyo, kule, kule, kule kulikuwa bado kiwango hakijakuwa kamilifu kwa sababu ilikuwa inasemekana kupatikane basi hata kama hivi, yani, kiwango kama laki tano, kama, kama milioni moja inaweza kusaidia sisi kwanza pa kwanza kutafuta pa kuanzia. Kwao walikuwa bado hawajaambiwa chochote kule. Ilikuwa ni ile tu, tu, tunapendelea, tunaweza kwenda na kiasi fulani, tunajua tunaanzia wapi hapo kama hivyo mi labda kama ni, ni, tukikumbuka kichwa cha habari pale ni kwambia nimekufuata kama kiongozi sio kama msanii. Kwa hiyo tukisema tuzungumzie msanii ina maana pengine tunatakiwa tuweke na topiki zako hapo katikati. Maana kuna swala lingine tayari tunalo mezani hapa la nani, nani, nani Kifaru. Kifaru kwa mwimbaji tena sasa hivi amekuwa mwigizaji sasa hivi mara ni comedy, kama sijakosea, najua namfahamu. Kifaru kiwalisha wa Kifaru, Kifaru ni mwigizaji sio mwimbaji ila aliwahi kuimba lakini sio mwimbaji. Mimi simjui kwenye uimbaji, namjua kwenye, yeye ni mwigizaji. Hata kwenye igizo mtu anaweza kaimba kwenye pa, kwenye action yake na akaanza kuimbia mwanamke, utasema yeye ni mwimbaji? Si anaigiza tu, anaigiza kama anaimba. Unazungumzia hapo uh, ni kama umemtenga kwa sababu sasa hivi kampani yake kubwa ni waimbaji. Ah, sio kampani yake kubwa. Unajua kwenye tasnia kila mtu waga na sehemu yake. Sona yeye yule jamaa ni muigizaji na alianza kwenye igizo na mpaka sasa hivi anaigiza. Yeye ni comedian cha kwanza. Sawa? Na kama anaweza akasema kwamba yeye anaimba kuna muda hajaingia serious kwenye kuimba. E, ye ni comedian. Comedian anaweza kaimba, akacheza mpira kwenye kwenye nani zake. Kwa hiyo hajawa serious kwenye kuimba. Bado ni comedian vile vile ni muigizaji. Yes. Hem, tuzungumzie swala lake la kuuma likoje? Mmelichukuliaje? swala lake tushawahi kuliongelea kwenye grupu letu lakini hatujaliweka sawa zaidi ili, ili tujikusanye tujue tunafanyaje mpaka sasa hivi bado hatujapata mwafaka kwa pamoja tujakaa chini vizuri tupange nini cha kufanya lakini wale ambao wana moyo safi kuna baadhi wanaenda kumwangalia nini kama hivi kuna kauli aliposti kilozo najua namfahamu kilozo na najua niliona posti yake, sijui ilikuwa ni lini, alisema kwamba pengine kuna watu wengi wanatamani wamsaidie kifaru akiwa ameshafariki, na uhai wake huwa hapa watu wanashinda kupambania. Sijui kauli uliona. Um, niliona lakini sikui comment kutokana na sasa hivi kwenye, kwenye umoja wa sanaa kuna, kuna matabaka yapo sawa nilikuwa nimekusanya umoja tukawa, nikawa mimi ndo nasimamia pande zote za, za, za sanaa sawa, lakini ilifika muda tukatengeneza kikao pale na baraza likatuita, ikasema, hapana, inatakiwa kila watu wawe na, na msimamizi wao au presenter wao. O, mimi nili, nilibaki kwa upande kwa, wa uimbaji tu. Kwa hiyo swala la mwigizaji siwezi kulijua sana kiundani kwa sababu tayari na wenyewe wana nani Wana, matia wana mtu wao na kiongozi wao ambaye anaweza kuwa ni wa kuwasilisha taarifa mm. Mimi ni wakusubiri yeye amepanga, amepanga kitu gani, tunashirikiana vipi, vitu kama hivyo, lakini eti kwamba mimi nione kipaumbele naanza kuchukua maamuzi tufanye tufanye hivi, na wakati mimi pale sipo tena, kwenye nafasi tayari kuna mtu mwingine mm. Nakutana na kitu ambacho mtakuwa nimeingia sehemu ambayo sawa kwangu mm. Lakini hakuna namna, mapengine unaweza ukatoa hata wazo kuongea na wenzako bana ya hili hapa listokei, hivi, ya hili kabla hiyo, ipo wene uonge kuhusu mada zake ya hela ambao tutakuwa tuna, tunatoa group lakini ka, ikafikia muda hatujapanga. Sasa ni lini huo mchango unaweza kutolewa, au ni siku gani, tunafanya nini? Bado hiyo ndio bado. Hebu tuende hey, kwa wasanii hivi, katika wao wasanii, ambao pengine, kuna wasanii gani ambao mnaosimamia nyinyi wanatii sheria zenu? Asilimia, asilimia wote wanatii. Wote wanatii. Wote. Hamna binadamu anaweza akakosea? Ah, binadamu kosea hiyo ni, ni, ni, ni sehemu moja ya maisha yetu, so uwezi kuhesabia mtu anapokuwa amekosea mara moja ndio useme kwamba ni mtu mbaya hapana. So, eh, hesabu yale aliyo mengi. Kwa hiyo sisi tunahesabu asilimia kubwa wasanii tupo hivi kwenye mstari tupo sawa. Sawa so, eh, Madini bwana, kuna kauli ulisema hapa unatamani utoke kwenye uongozi. Aidha unatamani ifanyike competition tena huu ndo kupiga kura huku ili wewe utoke. Hivi unahisi wasanii wangapi watakao ridhia uridhia wewe utoke? Sijui, sijui. <laughs> Sasa inawezekana utawajua, wakati ikifika wakati wa kampeni, wataka ambao watu ni chaguo, ndio hao watarizika na mimi kutoka, wala atakupenda na mi tena, mimi niendelee au utaelewa kwamba ni kiwango fulani ambacho kilikuwa kinahitaji tena mimi niendelee kwa pale pale ambapo kumenipa lakini yeah, siwezi kujua ni kiasi gani watu wanaweza sema eti nitoke wala nisiendelee. Hapana, sijui. Naongeaga nao kabla hata hawajatangaza, naongeaga nao ndio mna utaratibu tu wa hizo tunzo itakavyokuwa nini na nini tunawasiliana ila napendeleaka na, sana kuambia vinavyokuja hivyo, mnapokuja na mambo yenu, msikose kufanya nini, kwenda kuyashirikisha kwenye baraza la, la sanaa, kwa sababu ndo wanasimamia sanaa, vitu kama hivyo, pengine usijee kukuona mahali kwenye kwenye competition ukakaa kwa mbele kule kama kiongozi um nyawadi zote hapo. Ah, mimi sana ni mtu ambaye si, waga sio mtu sana wakukaakaa sana kwenye mambo ya vipao mbele, yaani tuseme ikiwa mimi ni kiongozi ndo niende nikae mbele nano kaaipo kwenye competition na nikakaa kuna affu mimi nikakaa siposipo tu, chance ni kiongozi kwenye ngazi ya, ya serikali, ni ni, ni, zone, ni, chance, ni, yes, ni kiongozi wa zoni ya kwanza, na kuna kipindi leo kusimamia swala la baraza na michezo aliwahi kusimama kama kiongozi ila kwa sasa hivi ndo hayupo tena mm -hmm. Hey, lakini kipindi kile ulivyokuwa unamuona yupo mbele, kwa upande ule wa zamani, alikuwa anakaa kama kiongozi wa baraza na michezo. Sasa hivi okay. Ukimwona yupo mbele, ni mwaliko anakuwa pale kama kiongozi wa nini wa serikali, yuko kama jicho la serikali pale. Yeah. Hem tu mzungumzie sasa hivi, alichukua nafasi yake nani? aliyechukua nafasi, nafasi yake alikuwa kule kama sijakosea, na tayari nahisi ameshaenda Marekani, maana tuliambiwa ameshaondoka, ila ambaye amebaki nafasi yake mpaka sasa ndo hatujatangaziwa bado. yeah. yeah. wapo una na targeti na utoke kwenye matangazo kwenye kipindi hicho sidhani, sijui ni maana, sisi tumefanya utaratibu hapa ni siku za nyuma tu hapo, kulifanyika uchaguzi tena hapo, tulikuwa hapo kwa chaguo la atakosimamia vikundi tena wasanii wa kuimba wakachagua mimi nibaki vile vile, ndio nilikuwa nimebaki tena pale pale, ndio ilikuwa ni kama miezi miwili tatu hapo nyuma tu hapo mwaka huu eh. Sasa labda la kumalizia, pengine watazamaji aidha mashabiki zako na pia au ambao wasanii wenzako unaweza ukawaambia kitu gani? Uh, watazamaji na mashabiki pia na ndugu zangu wasanii naweza nikawaambia, tupendane, tusapotiane. Unapoona huyu amefeli kwa hili, mshauri mweke chini, mwelekeze kile ambacho unacho wewe, usikose kugawa kwa mwingine, kwa sababu wanadamu tunaishi kwa kutegemeana. Yes. Huyu hapo ni yeye Madini, niseme asante sana kwako wewe, ambaye tulikuwa na wewe mwanzo mwisho wa hichi kipindi. Mimi kama nilivyokuambia, make sure umesubscribe, umelike na kucomment, ili uzidi kupata update either update update, update zote za Masters TV. naitwa Alex Ali 6 number bihende kamera yangu kabisa niseme asante sana kwako